Ukimaliza kuongea utatuambia, usipeleke sadaka yako kabla hajaliombea, usiweke shika hiyo sadaka yako, uinenea nenea hiyo sadaka yako, kwa sababu usipoinenea wewe, mbona haya maneno yangu nitakayenenea haya tafanya kazi manayesasiviwe. Nataka sasa ni kujibu kwenye fungu la kumi. Fungu la kumi, unaweza ukanitofautishia kwa maandishi. shukrani yako unaweza ukatofautisha kwa maandishi, dhabihu yako unaweza ukatofautisha kwa maandishi, kwa sababu sadaka hizi, matoleo yote bado tunaweka kwenye chombo kimoja. Inafaa okay, Ukinitofautishia, kuna namna nitazitenga wakati wa maombi, kwa sababu kuna kazi ya fungu la kumi takriban saba. Kuna kazi ya sadaka. Kwanza, mara nyingi msipende kutoa sadaka, hata usipotoa kwangu, usipende kutoa sadaka kwenye madhabahu yote. Madhabahu sadaka haina kazi, ile ni shukrani, kama unamwambia tu mtu ni eh, asante kwa kunipa hichi, ni asante kwa kunitendea hiki, sijikama mnalipata Kilicho na uhai ni fungu la kumi na matoleo mengine. Sadaka ni shukrani tu ambayo hata ukitoa hujatoa, Mungu ana shida nacho, lakini ndiyo njia nyepesi kwetu sisi kwa kutoa, usiache kutoa lakini hakizalishi chochote ndani yako. Sadaka yako haiwezi ikakulinda na ajali. Sadaka yako haiwezi ikachukua mauti yako. Kinachobeba mauti yako ni dhabiu na fungu la kumi. No, kinachobeba sio sadaka. Swali sibo au swali chepesi. Wangapi wametoa sadaka kanisani au wametoka kanisani, lakini wakirudi nyumbani ndio vita limeanza. Hiyo ndio maana hauna fungu la kumi, una sadaka, si ndio? Nenea hiyo sadaka, unyamazishe zile roho ambazo zinazunguka zunguka ovyo ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba tu ilimradi tu kwamba we umetoa, hapana, haitakuwa ni jambo la hili. Nadhani hiyo swali nimejibu vizuri kwa kulingana na namna ya kutusaidia.